Kitabu cha kwanza cha Wamakabayo sura ya kumi na tano na ya kumi na sita. Ndio kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, mahali hapa anaitwa Mwalimu Petro, ni kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Wapendwa, naomba tufungue kwa sala, ili tuanze rasmi kipindi chetu. Kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru tunasema asante kwa ajili ya upendo wako na uaminifu wako. Asante Mungu kwa sababu wewe ni mkuu, naweza yote wala katika miungu yote hakuna mungu wa kufanana na wewe. Tunajiachilia kwako katika moyo wa ibada na unyenyekevu. Tunakuomba ewe Mungu, tusaidie ili watoto wako tuweze kulisoma neno lako na tuweze kulielewa. Roho Mtakatifu, tupe nafasi ya kuendelea kuimarika, ili Bwana, kwa neno lako tuendelee kuwa high, na uzima tuendelee kuwa hai na tuendelee kuwa na nguvu, katika jina la Yesu Kristo tuseme amen karibuni sana wapendwa ambapo siku ya leo tutasoma kitabu cha wamakabayo wa kwanza ile sura ya kumi na tano na ya kumi na sita watu wa mungu katika kitabu hiki tutajifunza mengi sana tuungane sasa tuanze usomaji sura ya kumi na tano antioko mwana wa mfalme dimitrio alipeleka barua kutoka visiwa vya baharini kwa simoni kuhani mkuu na mtawala wa Wayahudi na kwa taifa lote, nayo iliandikwa hivi: Mfalme Antioko kwa Simoni kuhani mkuu na mtawala na kwa taifa la Wayahudi, salamu. Watu kadha wa kadha waasi wameushika ufalme wa baba zetu, nami na nataka kuudai ufalme ili ni ufanye kama ulivyokuwa kwanza nimechanga jeshi kubwa la askari za mshahara na kuweka tayari merikebu za vita. Nia yangu ni kuingia katika nchi, ili niwafuatie wale walioiharibu nchi yetu na kuteka miji mingi ya mfalme. Basi sasa, na kuthibitishia idhini zote zilizotolewa na wafalme walionitangulia tena na kuachilia mambo mengine yoyote waliokuachilia. Kuachilia nakupa mamlaka ya kuchapa fedha za nchi yako kwa chapo chapa ya chako mwenyewe. Yerusalemu na patakatifu pawe huru. Silaha zile ulizozitengeneza na ngome ulizozijenga na kushika ukae nazo. Madeni yote unayodaiwa na mfalme na yote yatakayodaiwa na yasamehewe kwenu tangu sasa na siku zote. Zaidi ya hayo, tutakaposhika tena ufalme wetu, tutakutunza sana na taifa lako na patakatifu, ili ukuu wako ujulikane duniani mote. Ikawa katika mwaka mia sabini na nne Antioko aliingia katika nchi ya baba zake na askari wote walimwendea, hata ni wachache tu waliobaki kwa Trifoni. Antioko akamfukuza Trifoni, naye alikimbia kwa njia ya pwani akafika Dori. Maana alijua ya kuwa anasongwa na mambo mabaya mengi na askari zake wamemwacha. Antioko akajipanga mbele ya Dori pamoja na askari mia na ishirini elfu na wapanda farasi elfu nane Aliuzunguka mji pande zote, na merikebu zilisaidia kwa kuupiga toka baharini aliusonga mji kabisa penye nchi kavu na bahari, asimwache mtu watoke wala kuingia. Huko nyuma Numenio, na wenzake waliku, walirudi kutoka Rumi wenye barua kwa wafalme na kwa nchi zenye maneno haya: Lukio, balozi wa Warumi kwa mfalme Ptolemayo, salamu. Wajumbe wa Wayahudi waliotumwa na kuhani mkuu Simoni na taifa la Wayahudi wa wamefika kwetu kama rafiki na washirika, ili kufanya tena yale mapatano ya urafiki ya zamani nao wameleta ngao ya dhahabu na uzani wa warati, ratili elfu. Tumekata shauri basi kuandika kwa wafalme na kwa nchi wasiwafanyie dhara lolote, wala kupigana nao na nchi yao na miji yao, wala kufanya mapatano na wale wanaopigana nao. Tumeona vema kuipokea lile agano, ile ngao. Kwa hiyo kama waasi wowote wametoroka nchi yao na kukimbilia kwenu, warudisheni kwa Simoni kuhani mkuu awaadhibu kwa sheria yao. Maneno hayo yaliandikwa kwa mfalme Dimitrio na Atale na Arathe na Arsake na kwa nchi zote na kwa Sampasema na kwa Wasparta na kwa nchi za Delo, Mindo, Sikioni, Karia, Samo, Pamfilia, Likia, Halikanaso, Rodo, Faseli, Ko, Side, Arado Gotina, Nido, Kipro na Kirene. Wakapeleka na kili yake kwa Simoni, kuhani mkuu. Mfalme Antioko aliusuru Dori mara ya pili. Kishambulia kwa askari zake tena na tena na kutengeneza mitambo ya vita akamzuia Trifoni asitoke wala kuingia. Simoni kampelekea watu wateule elfu mbili na kumpigania pamoja na fedha na dhahabu na silaha tele, lakini hakukubali kuvipokea wala hakujali mapatano yao ya zamani, bali alijitenga naye akamtuma Athenobio, mmoja wa rafiki zake, afike kwake na kumwambia, Ninyi mnashika Yafa na Gadhara na ngome iliyoko Yerusalemu, miji ya ufalme wangu. Meharibu mipaka yake na kufanya hasara nyingi katika ufalme wangu, mejitwalia mahali pengi katika ufalme wangu. Basi sasa rudisheni ile miji mliyoitwaa na kodi ya mahali mliposhika nje ya mipaka ya Uyahudi, au badala yake nipeni talanta mia tano za fedha, panapo na talanta nyingine mia tano kwa ajili ya hasara mliofanya na kwa kodi ya miji ama sivyo tutawajieni tupigane. Athenobio rafiki wa mfalme alipofika Yerusalemu na kuona utukufu wa Simoni na kabati lenye vyombo vya dhahabu na fedha na fahari yake alishangaa sana. Akamwarifu maneno ya mfalme. Simoni akajibu akamwambia sisi hatukutoa nchi ya watu wala hatukumiliki ardhi ya watu, ila urithi wa baba zetu tu, ambao kwa muda ulishikwa na adui zetu bila haki. Basi kwa kuwa tumepata nafasi ya kufaa, tunaushikilia urithi wa baba zetu. Hata hivi kwa habari za Yafa na Gazara nazo zidai, tutatoa talanta mia kwa ajili yake, ingawa zimewapatia watu wetu na nchi yetu hasara nyingi. Hakujibu neno, lakini alirudi kwa mfalme na hasira nyingi, akamwarifu maneno hayo, kasimulia habari za fahari ya Simoni na mambo yote aliyonayo. Mfalme akakasirika sana. Trifoni alipakia katika merikebu akakimbilia Rothosia. Mfalme akamweka Kendabayo awe jemidari mkuu wa pwani, kampa askari na wapanda farasi, akamwingiza apige kambi mpakani mwa Uyahudi tena ajenge Kedroni na kuimarisha milango yake na kupigana na watu wake hali mfalme mwenyewe amfuatie Trifoni. Kendebayo alifika Yamnia, akaanza kuchokoza watu kwa kuingia Uyahudi, kila mara akikamata watu na kuwaua. Kajenga Kedroni akaweka wapanda farasi huko na vikosi vya askari ili wazishambulie njia za Uyahudi kama mfalme alivyoagiza. Sura ya kumi na sita Yohane akapanda kutoka Gazara, kamweleza baba yake Simoni mambo anayoyafanya Kendebayo. Simoni akawaita wanawe wawili wakubwa akawaambia mimi na ndugu zangu na nyumba ya baba yangu tumepigana vita vya Israeli tangu ujana wetu hata leo, mambo yamefanikiwa mikononi mwetu hata tumeweza kuiona Israeli mara nyingi. Lakini mimi sasa ni mzee, nanyi na kwa rehema zake mna umri wa kutosha, mwe basi badala ya mimi na ndugu zangu ondokeni mkalipiganie taifa letu, na msaada utokao mbinguni uwe nanyi. Akachagua watu wa nchi ishirini elfu odari wa vita na wapanda wapanga farasi wakaenda kupigana na Kendebayo, wakalala modini. Wakaondoka asubuhi, wakafika uwandani wakaona jeshi kubwa linakuja kupigana nao, askari na wapanda farasi pia. Kati ya majeshi kulikuwa na mto. Yeye na jeshi lake wakajipanga kuwaelekea. Akaona ya kuwa watu wanaogopa kuvuka mto, basi alitangulia kuvuka yeye na watu wake. Walipomwona walimfuata akawatenga mafungu mawili, akawaweka wapanda farasi katikati, kwa sababu wapanda farasi wa adui walikuwa wengi mno. Wakapiga tarumbeta. Kende bayo na jeshi lake wakashindwa, wengi wao wakaanguka, wametiwa jeraha na waliosalia walikimbilia bomani. Wakati huo, Yuda ndugu yake Yohani alijeruhiwa, lakini Yohane aliwafuatia hata kufika Kedroni aliyoijenga Kendebayo. Wakaikimbilia minara katika pori la Ashdodi, akaitia moto, akaanguka. Wakaanguka watu wapatao elfu mbili. Akarejea Uyahudi kwa amani. Tolemayo binabubo alikuwa amewekwa jemedari juu ya nchi tambarare ya Eriko. Alikuwa na fedha na dhahabu nyingi, maana alikuwa mkwe wa kuhani mkuu. Moyo wake uliinuka, akataka kujifanya mkuu wa nchi, kafanya mashambulio ya hila juu ya Simoni na wanawe, ili awaondolee mbali basi Simoni alikuwa akikagua miji ya nchi, kiangalia matengenezo yake, akashuka Yeriko yeye na wanawe Matathia na Yuda mwaka mia sabini na saba mwezi wa kumi na mmoja yaani mwezi uitwao Sebati mwana wa Abubo akawapokea kwa ujanja katika ngome ndogo itwayo Doki aliyoijenga, akawafanyia karamu kubwa akaficha watu humo ngomeni. Simoni na wanaye walipokwisha kunywa sana, Tolemayo na watu wake wakaondoka wakashika silaha zao wakamshambulia Simoni katika chumba cha karamu, wakamua pamoja na wanawe wawili na watumishi wake wengine. Hivyo alitenda jambo la uhaini kabisa, akairudisha mabaya kwa mema. Tolemayo akaandika habari za mambo hayo, akazipeleka kwa mfalme, akimwomba hamletee askari wa kumsaidia Naye atamtolea nchi yao na miji yao. Akapeleka watu wengine Gazara kumuua Yohani. Kampelekea barua kwa waamiri na vikosi, kuwaalika kwake awape fedha na dhahabu na tunu. Na watu wengine aliwatuma kuishika Yerusalemu na mlima wa Hekalu. Lakini mtu mmoja alipiga mbio akafika Gazara kabla watu hao hawajafika. Kamwambia Yohane kama baba yake na ndugu zake wameuawa. Akasema, ametuma watu kukuua na wewe pia. Alipofika aliposikia hayo Alifadhaika sana, akawakamata wale watu waliokuja kumwangamiza, akawaua, kwa sababu aliwaambia aliwaambiwa kama wanatafuta kumuua. Habari nyingine za Yohane na vita vyake na matendo yake na ushujaa na za majenzi ya kuta alizozijenga na kazi zake zimeandikwa katika kitabu cha tarehe cha ukuhani wake, tangu wakati alipofanywa kuhani mkuu baada ya baba yake.